Saba, saba, it's all about creativity. So, unakuja katika maonyesho ya sabasaba, unakuja tuna bidhaa zako, tunaenda taka hali yako tunazipata, tunataka extra thinking capacity. Huu ndio ubunifu tunaotaka, mtu atavutiwa kuja sabasaba hapa leo, stori zitakwepo. Ukiingia sabasaba, kuna keki kubwa, hujai kutokea. Imagine mtu atavutiwa, atavutiwa, atavutiwa. Nachukua nafasi tena ni kupongeza na kupongeza, kupongeze kwa yeye kuja tu sabasaba kwenye maonyesho, na kupongeza kuyawekea heshima maonyesho ya sabasaba ya 49 toka yameanzishwa ndio mara ya kwanza tunapata keki yenye mapana sita kwa sita ishirini kwa ishirini Keki ni tani tatu. Maanake unaweza kachukua fuso ndogo ikabeba. Kwa mimi ni wapongeze la Azizi, lakini ni wapongeze la watu wa sabasaba hapa, keki tengeneza kama sabasaba pia keki tani tatu.

kuwakaribisha watanzania wote ambao watapata nafasi ya kuhudhuria maonyesho haya ya 49 hapa viwanja vya saba saba. Basi msikose kuingia katika banda la Lazizi Bekari.